Alafu nimekumbuka Mbiki, jana nilinunua kikapu, shanga na chungu, lakini hivyo vyote sio kwa ajili yangu bali mimi na wewe. Najua hauna rafiki unayemtegemea na kumpenda kama mimi. Ili kuonyesha upendo wetu, nimekunulia shanga nyeupe <mulia> Asante sana somoe, sina cha kukupa zaidi ya shukurani, kwani urafiki wetu, urafiki udugu huu haujali pesa wala thamani yoyote ile zaidi ya kupendana. Muda umefika, twende nyumbani. Ah, mawazo yashanizuzua iliyofanya wala sio kutambua. Upofu wa mapenzi umefanya zioni, lawama zinanirudia. Najiuliza, nikipi kilitutenganisha? Ni shida wazazi walituficha, labda nahisi nimelogwa. Biki, naumia timbwili timbwili, uchawi mwingi, tunafosi kutafuta tu shilingi, tunakimbi sana

Sharti la mkoba huu ni kwamba huo unaweka pumba, asali, na pia chakula cha mkoba huu ni damu. Hivyo bila hivyo, kila utakacho hakitofanyika. Umenielewa? Timbwilitimbwili, uchawi mwingi Tunafosi kutafuta tu shilingi, tuna kimbizana hata nkimtaka mwanaume inawezekana hmm. Kuna kijana nimemwona kingine hapa mjini hmm. Nimempenda hmm. Hmm. Umalaya tu.